Umefanya kazi nzuri sana. Hongera sana. Asante sana. Asante sana. Na ukakamavu wake, tuseme ukweli, ninyi uongo uongo. Ukakamavu wake hautiliwi shaka. Hadi mimi nilikuwa namuonea wivu. Alafu, wakati anakuja karibu na jukwaa kulikuwa na mstari.